Leo tarehe ine mwezi wa kumi na moja elfu mbili ishirini na tano ni Minembwe, pamekuwa maandamano uh, kabla sijaenda mbali, hata niwaonyesha aka ka video ka hayo maandamano uh, vido vufupi vuwili, baadaye natoa komantera mkawavaro <coughs> twese tuzamuke twerekana akawa baro kitumie tuwa hano

Hii manifestasion ya kukondamnea jeshi la Burundi ambalo liko linaprotegea liko Wanyamulenge na kabila zingine kule maho plateau, wanasema hawataki, ni watu wabaya, wanatufanya wanafanya genocide, wanaua batu. Lakini jamani, hiyo ni uongo. Hakuna hata mtu mmoja ambao, hakuna Mnyamulenge mmoja, hata mmoja ambao jeshi la Burundi liliwahi kuua ila Warundi wanaprotejewa Nyamulenge wenye wako kwa maeneo ya Bijombo, Rurambo, Bibokoboko, hizo eneo zote ziko na amani ambayo ya kupita kiasi na jeshi la Burundi liko pale. Lakini hii maandamano imefanyiwa ime eneo ambapo kuna kuna kontroli na twirwaneo na kule hakuna jeshi la Burundi pale Minembwe pale Mikinki, hizo eneo ziko kontroli na Rwanda. Lakini eneo zenye ziko kontrole na wajeshi la Burundi na FRDC wenye mlenge hawajafanya maandamano kule. Unasikia hapa? Maandamano nafanyiwa pale ambapo jeshi la Burundi halipo FRDC haipo. Kule kwenye wapo wako na amani wana enjoy maisha yao yanaendelea. Lakini sasa jamani, kwa nini watu wengi namna hii wanasema tudanganye dunia Burundi bako wanatoa? Tudanganyi, uongo uongo, watu watu, watu, hao ni wapaster. Hao wote umeona hiyo mstari, hao wababa wote wengine wa, wa ni wana table, wapasteri mkanisa, wanaimba wanalia kanisani, wengine wanaongea kwa lugha zile za uh, tofauti zile za kimungu. Lakini hao wote wanakubali kudanganya dunia, eti Burundi kina wana wakati wanajua ndugu zao wako na wandishi la Burundi ambayo ninawalindia amani, ambao wana usalama wote kupita kiasi, masoko yanaimia, activity zote zinaendelea sehemu kwenye kuko jeshi la Burundi, lakini sehemu kwenye jeshi hilo halipo, hawana amani. Watoto wanakosa chumvi, mafuta, sukari, um, viatu kule kwenye hakuna jeshi la Burundi. Wanyamulenge hawavai viatu kwa sababu nana tavileta, kuna hakuna ma activity, wanatembea miguu bila viatu, yani wanaishi vibaya kweli, lakini kwa nini wanakondamnia jeshi la Burundi? Jeshi la Burundi limekuja kupigana na Red Tabara kusaidia Kongo kwa mambo ya, ya Kongo, ni makubaliana na jeshi la Congo, na hiyo hiyo presence inauzi wao kisiasa, inawauzi, inawasumbua, inakuwa obstacle kubwa sana kwa hao watu wa waneho wa M23, wa jeshi la Rwanda, RDF, um, uh, Red Tabara Hawa watu wote ambao wameunga wa, wa kitu cha utusi wanasema serikali ya Burundi kwa sababu rais sio mtusi, basi huyu ni adui wetu. Na wakati wao wao rais mtusi jirani wa Rwanda ambao ametuma Red Tabara, hawajafanya manifestasi, hawajafanya maandamano. Wakati Red Tabara ilienda kubauwa, ilichoma mavilaje yote, hawaja kondamne Red Tabara. Hakuna maandamano hata mmoja kukondamne Red Tabara. Kwa unyumulengi. Lakini watu wanakuja kupiga hiyo kuwasikilizi na wameonyesha vizuri kweli. Hata leo ninavyozungumza, kuna wenye mlenge ambao wako hizo maeneo wako na amani, lakini hiyo uongo inatisha, inatishia aibu. Tena watu hao wengi ambao umeona wanaandamana kweli hawajui kinachoendelea siwezi walaumu, kwa sababu hiyo eneo iko kontroli na Twirwaneho ambao inawaambia mnachukiwa wa, habata, wanakuja kubaua jeshi ya Burundi katumba wenye mlenge waliwaa mwele kambi na hawa wamekuja kutuua so wengi hawajua kinachoendelea mimi na wewe tuna, tunaona kwa sababu hatuko mwa ile box ile box ya Minembwe ya utusi sura yako ndo inasababisha wanakuua hawakupendi hiyo e, wao hawaoni ni kweli tunapofanya mavideo kama haya tunaelimisha watu na nawaelewa najua kwa sababu leo leo nimepigia simu dada yangu dada yangu, kabla sijafanya hii video, kunabaki dakika chache kabla hii uh, sijafanya video, nimempigia simu dada, umeona hiyo maandamano Minembwe ya? Akasema ndio. Sasa maoni yako yakoje? una, una, una, una, mimi sijui kinachoendelea, wanasema barundi wanatuua wanatumaliza, mimi sijui kabisa. Eske, hau, kwa nini unasema haujui Eski, wako wanatuona haujui kweli? Ah, mimi sijui kinachoendelea, mimi si niko hapa Marekani sijui kinachoendelea. So, watu wengi wako, wako kama dada yangu, hawajui kinachoendelea. Ukiwadanganya haya, twende kwenye maandamano sawa. So, watu wengi wenye mlingi wengi wako hivyo hivyo. Sana sana wale, ah, kweli sijui kinachoendelea, uh, yeah, ndio ndio hivyo hivyo. Na mimi video yule mama mwenye alikuwa anasema, "Mara tu rashe, mara tu maze." Wengine wanamsaidia. Huyo mama mwenye alikuwa anasema sana. Huyo ni shangazi yake na Moise Nyarugabo. Shangazi direct. So, mnaona hii vitu vyote vyenye viko vina mm. tena hii manifestation inakuja baada ya mwezi nyaruka kuandika ku condemn jeshi la Burundi baada ya hiyo yote. Yaani wali prepare hii manifestation depuis janvier hii mwaka. Walianza ku condemn jeshi la Burundi ku sensibilize watu, tuseme wanatuchukia, wanakuja kutuua tu, tu, tu condemn wa Burundi watoke, tuwaseme vibaya. Wali sensibilize watu hiyo, wakaiweka mwa kichwa mpaka inafikia wakati wa kufanya manifestation. Mimi nashangaa nilikuwa nafikiri labda ni michezo wanacheza tu kwa sababu warunda hawajatuua. Wako wanatulinda, wao ndio wanatuletea amani, ni watu wazuri. Lakini kitu kilianza kama uongo Januari, mimi nilikona kina kuua mpaka inafikia wakati wanaume wazima, wa pastor wazima kwenda barabarani kusema uongo. Mimi nashangaa, Mungu nisamee, nimeshangaa. Yaani nimeshangaa kuona ndugu zangu kweli wanafanya hivyo. Inauma. Jamani, acha niachie hapa. Laissez vos commentaires.